Hivi ndivyo vyakula vinavyoongeza damu kwa haraka mwilini. Wengi wamekuwa na changamoto ya upungufu wa damu, ndio maana wamekuwa wakipata maumivu makali ya kichwa. Hivi ni vyakula vyakula vya haraka vinavyoongeza damu mwilini. Chakula namba moja ni utumize au utumiaji wa maini. Tumia maini mara kwa mara, utaweza kuongeza kiwango cha damu mwilini. Tumia vyakula au matunda yenye vitamini C. Machungwa, machenza na limao ni mazuri, yanaongeza damu mwilini Lakini pia usisahau kutumia beetroot a. Beetroot imekuwa ni, ni, ni muhimu sana, kwa sababu inaongeza damu haraka. Lakini usiache kutumia rozera. Rozera pia inaongeza damu haraka mwilini ukitumia a, vizuri. Lakini chakula kingine kinachoongeza damu kwa haraka mwilini ni matumizi a, ya mboga mboga za majani, mboga mboga za majani usisahau kunywa supu ya mchicha. Chemsha mchicha na usi, usiive vizuri, basi kunywa. Lakini mwisho, usiache matembere. Matembere ni muhimu sana na yeye anaongeza damu mwilini. Tuambie hapo chini kama una changamoto ya upungufu wa damu mwilini na sisi tutaweza kukupa namna nyingine rahisi ya kuweza kuongeza damu kiwa hapo nyumbani.